Hapa Kisutu, Dar es Salaam ndio mwanamke pekee wa kwanza siku ya leo unaachiwa. Kwanza un, un, unaionaje hali? Najisikia vizuri kwa sababu kwenye hilo kundi, kundi ambalo nilikuwepo, nilikuwa mwanamke peke yangu, nilikuwa ni na hofu. I say. Ukoje sasa baada ya kutoka? Alhamdulillah, nashukuru Mungu najisikia vizuri yaani. Unajisikiaje baada ya kupitia hayo yote katika kipindi chote? Ha, ni mtihani ni mtihani kwa kweli, mtihani mgumu sana yeah. Na mna ulipokuwa mahabusu ulipata huduma zote ya? Yeah, mimi nilipata huduma zote, mimi nilikuwa Buguruni, polisi kwa hiyo mimi nilipata huduma zote right. Baadaye nikapelekwa ustabei Bay, sikukaa sana nikapelekwa Segerea, kwa hiyo mimi nilipata huduma zote alhamdulillah. Una nini la kuambia Watanzania? Nashukuru, nashukuru kwa kila kitu, nashukuru kwa maombi, nashukuru kwa kutuombea Asante kwa wote walotuombea. Na changamoto yote ambayo ulipitia ukiwa gerezani? Hapana, mimi nilikuwa hali mbaya sana. Nashukuru tumehudumiwa vizuri na askari magereza. Tulikuwa tunaamini kwamba askari magereza ni askari wabaya, kumbe tunaamini askari magereza ni askari wazuri, wametuhudumia vizuri. Tunamshukuru Mungu, tumeachiwa tuko huru sasa. Unajionaje sasa na ulivyoingia? Najiona niko fiti, niko safi, niko salama. Kabisa kabisa. Ilikuwaje mazingira kwa ujumla ya mabusu? Mazingira ya mabusu yalikuwa sio rafiki sana, lakini rafiki kwa hali yetu ya kiafya kwa sababu tulifika na hali mbaya, hasa mimi nimefika na hali mbaya sana. Ulikuwa unasumbuliwa na nini? Mimi nilikuwa nasumbuliwa na risasi, ilikuwa imepiga hapa, muoneshe miguu, nilikuwa imepiga hapa na, mimin, na, mbubuji. Mbubuji. na... Mbubuji. Lungu, lungu. kizilungu. kwa hiyo eh, niko vizuri sasa hivi natembea na, umu, na afya vyote okay. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, lakini nashukuru vizuri, naendelea vizuri, maisha mengine yaendelee toka nivoruhusiwa sasa, najiona niko vizuri uh -huh. Afya yangu njema, mimi nashukuru kwamba jeshi la magereza limetupokea vyema. Baada ya kutolewa hapa Kisutu kupelekwa magereza, tukaishi maisha mazuri sana na ametuhudumia vyema Aliyekuwa na shida amepelekwa, anapelekwa hospitali anahudumiwa pale palepale, kiwa na shida kubwa zaidi unapelekwa hadi yamana kwa chini ya ulinzi wao. Mm. lakini hawana mateso, wapigi wala, sio kama askari wengine. umejisikiaje baada ya kupitia yote haya? Mm, kiukweli nime, kuna vitu nimejifunza na kuna vitu pia nimegeni kama m -m, mtu ambaye nimehusika kwenye kupitia hilo swala, lakini pia la kuongezea, leo tumetolewa sisi arobaini na nane, lakini mmoja amebaki. Lakini kesho pia watakuja zaidi ya mia mbili na kitu, maanake tumepewa taarifa. Wiki mzima itakuwa ni wiki ambayo yaku tuombee dua sana, ambao waku kule wakija hapa watoke wote wasibaki hata mmoja, kama wengine na Tunashukuru pia jeshi la magereza, maana jitihada zao ni kubwa ni kubwa. Vizuri kwa sababu tumeingia ndani tukiwa hoi, lakini tumetoka ni wazima wa afya. Wewe kuna mahali popote ulijeruhiwa? Hapana, ah, sijajeruhiwa popote zaidi ya rungu tu kichwa, piga rungu za kichwa, damu zitoka nyingi, lakini haikuathiri afya yangu kiujuma.